Man. Sasa kwenye ushago mlango ato agunia na kazi yako huko Nairobi ni wasichana, hauna pesa, watu wakwenye wanateseka. Umeunga tu Nairobi yani, ulitoka ushago kuunga we mtu mwingine, una maisha. Ati shida ni gani? Ati shida ni gani bro? nimefanya nini? Kwani siongee na simu zangu siongee na sasa, kushinda umepeleka nguvu ushaga, umeenda umelipa. Wewe wachane na mimi, wewe usijaribu kunikosea wewe, acha. Hey, niongee na simu zangu bro, acha niongee na simu yangu sasa. Ona mwanaume anaweka stadi na short <laughs> so, Chimisi, basi wacha basi kunisumbua, wacha basi, basi kunisumbua kuni budandakasiana na wewe sasa. Unajifanya uko na nguvu, unajifanya uko na nguvu, unajifanya uko na nguvu. Wewe nguvu usipeleke manzi yako, manzi yako ni, ni, ni kienyeji hata kwanza <laughs>, <laughs> Sawa sawa si mwende mtafute pesa, nyinyi watu wenyewe, we uko nayo. Sawa wacha nitafute pesa, wacha nitafute pesa. Sasa mwanaume mkubwa, hata una pesa? umekuja tu yeah. kwa idol Nairobi, yaani unaleta tu nguvu yako huku Nairobi kwa idol, unanipeleka yeah. so, <coughs> wapi una udemu, unainua Tokeni hapa hivi, muende mfocus, mimi mtoke hapa, acha na kunibuda ndeke simu <laughs> chini, usiteni na kuogopa wewe, toka hapa hivi, mwanaume mwingine muoga to, to, nguvu hapa, toa nguvu yako hapa hivi, umenona tu Nairobi, tokeni hapa <laughs> hey,

Siku moja tu nikuwe namba moja. Siku moja tu ndakua namba moja. Mmoja mtaniona ninajihurumia. Kwani nitoa pop. Kwani ilika okay. nataka nichape wow! Ndo, ndo kwanza kuna maigame amekuja hapa hivi amepata, bado sijakasirika bro, nitie mbabazani nipige okay. Usinilete. Mensa. Ado... Naogopa. Sai unaongea hivyo unaongea hivyo bado isikio tunakufos, hey! Usiku ni kupige, by usiku ni kupige. Yani nimekutana mtu silent killer since yesterday. Okay guys, unaogopa nakujua, vituko, vituko nakujua.